Alipokuwa madarakani alijenga viwanda Tanzania nzima, na hizi reli anazozizungumza huyu kweli, zilikuwepo, kulikuwa na reli zilikuwepo. Sasa hivi ukiziangalia reli karibia zote zimekufa, imebakia ile ambayo Magufuli alianzisha nayo, inafanya kazi mpaka Dodoma. Sasa hivi nayo haiendelei sawa sawasawa. Lakini watu wao kwa kujivuna, acha kabisa. Wanatamba kila mahali kwamba waliahidi wametekeleza. Sasa mimi nawaambia hivi, chama cha mapinduzi ni chama cha matajiri, hakiwajali ninyi. Ndio maana chenyewe kikitaka kufanya jambo lake kinakwenda kukutana na matajiri, kwa sababu ni matajiri hao ndio kinawaita wawekezaji, na ndio hao hao kinaokula nao. Mali ya Tanzania inaliwa na CCM na matajiri, kwa sababu matajiri wanaichangia CCM kwa dakika kumi bilioni themanini na sita Halafu bilioni hizo zote ndio wanaanza kwenda kula sasa na kuhakikisha majimbo mengine haya na wagombea ya wengine, kwa sababu wanatoa pesa ili wagombea wajitoe. Chama cha mapinduzi kimekosa sifa ya kuongoza nchi hii. Kwanza hakiwapendi kabisa, kwa sababu yale ya mambo ambayo mnatakiwa kuwa nayo hakiwafanyii sasa mimi nataka niwaambie hivi. Jana nilimsikiliza nilimsikiliza Samia akiwa, sijui alikuwa msoma kule, anazungumza yuko mize kabisa. Unajua wamepanike CCM kule. Sasa hivi kuna shida kidogo, sio ndogo, ni kubwa kabisa. Wamepaniki kule, hawajiaminiamini. Ameona moto wangu akaanza kuwambia serikali hii, msiweke rais wa majaribio. anawaambia watu kwamba eti kuna urais wa majaribio. Sasa mimi nikamwangalia Samia nikamwangalia urais wake aliyoupata, ni nono lilimdondokea tu akapata urais. Sasa hivi yuko hapo, nchi imemshinda. Huku kusini huku, nilikuwa Newala, Newala kule watu wanatembea kwa dibali kwenye nchi yao. Amiri Jeshi Mkuu yupo, imemshinda kabisa nchi watu kwenye njia wanatembea kama wakimbizi, kusini huku nini? Mnaishi kwa wasiwasi, mkafikiri mko nchi za nje hapo. Kwani mikongo hapa ni wala? Hii mtwara hii mikongo hii hii ni wala? Hii hawako wamilijeshi yupo na anaomba tena na kura zingine. Nchi imemshinda, hivi anatakiwa sasa tumsafishe kwenda kizimkazi akapumzika kizimkazi, tumjengee na kale kajumba unako wajengea wastaafu na tumpe kamoja Akasahau kule Kizimkazi, nchi imemshinda. Akasema eti urais hauna majaribio. Mimi najiuliza yeye kasomea wapi urais, kasomea wapi chuo cha urais? Huyu Samia na yeye mwenyewe alishafika baadi, akasema kabisa hata shule ilimshinda. Alisema akufanya vizuri shuleni, alisema mwenyewe, sio mimi Alisema ndugu zangu, mimi nilisoma lakini sikufanya vizuri. ayanikili kwamba shule ilimshinda. <laughs> shule shule, si mchezo bana, tunasoma sisi tunaoweza kusoma. Kwa hiyo yeye anaposema kwamba tusi, tusifanye urais wa majaribio, ni paniki ya kuogopa kwamba sasa ana aga bye bye. Mwisho anaanza kusema kwamba urais ni wa majaribio. Sisi hatuji hapa kujaribu. Yeye mambo mengi amemshinda kuyafanya. Hizi reli zinazosema ameshindwa kutifanya. Na endeleza haya Magufuli na yeye amemshinda kuyamaliza. Hapa anakuja anaomba ya kwake atafanya kipi? Yeye ya Magufuli tu yamemshinda kuyamaliza. Haya haya mengine anaomba mapya atayafanya. Magufuli akiwa madarakani. Hili reli ya kutoka Mtwara mkurugenzi wa halmashauri ya Mbinga tulishaanza na, na kuitengenezea njia na watu tulishaanza kuwaona walioko mle, ili walipe. Vidia yeye mpaka saa hivi amekuja ile shida hata kuanza, sasa atafanyaje hiyo itajengwa na kafu? Sisi tutaijenga hiyo leli sisi, na itakuwa ya umeme kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay, itakuwa ya umeme. Si ziara ya kawaida ya dakika mbili tatu, tumeshafika kule. Na leli nyingine ya umeme tutaijenga kuanzia Lindi ini itakwenda kuungana Morogoro, na barabara nyingine nzuri itaanzia Lindi kwenda Morogoro. Sio lazima watu wa huku mkiwa mnataka kwenda Dodoma mpitie Dar es Salaam, hapana, mnakatiza hapa tu jirani hapa mnafika zenu mnako kwenda. Lakini ile bandari yao ya Bagamoyo kule tunakuja kuijenga Lindi. Tunataka kusini hii ifunguke, ndugu zangu, biashara ziwe zinapita huku huku, pia mambo yanaenda na chama changu cha wananchi CUF, tunayo nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba duma zilizomoja na sesehemu kwa miaka mingi hazipo.